Haya ni makosa makubwa sana ya watu wangu. Mahali popote ninapokwenda, lazima wananchi wenyeji mpewe taarifa. Hii ni serikali yenu. Mmenielewa ndugu zangu? Wapo wananchi mtakaotaka kuuliza maswali, wapo wananchi mtakaotaka kujua jambo. Sio uungwana wala sio busara serikali kuiogopa wananchi wake, au wananchi kuiogopa serikali yao. Mmenielewa ndugu zangu? Ndio maana mimi mkuu wenu wa mkoa niko hapa na mkuu wa wilaya na viongozi wengine wa kata na matawi. Ukiona wapo hapa hawajapata taarifa, kwa hiyo wala hawana makosa yoyote, kwa sababu hawajapata taarifa. Sasa ndugu zangu, wana kongoe hapa tulipo barabara inajengwa kilomita tatu, lakini na lile daraja pale chini ambalo limekuwa linasumbua kwa miaka mingi, nalo linabomolewa, linajengwa upya kwa kutanuliwa, ili wananchi wasipate tena ajali lakini mradi huu una zaidi ya bilioni hamsini na nne na mkandarasi hapa anapoongea ameshapewa bilioni nane kwa ajili ya kuanza kazi. Barabara hii imeua watu, imesababisha ulemavu na uyatima kwa watu wetu. Mheshimiwa Rais tulivyomwambia mwaka jana, baada ya watu fulani kufariki pale watatu, kama mnakumbuka, nilikuja pale, akamwaagiza waziri wa ujenzi akamwagiza mkurugenzi wa TANROADS kwamba mwaka huu kabla hujaisha ujenzi wa hii barabara uwanze mara moja. Na naomba niwaeleze kwamba huu ndio usikivu wa viongozi na huu ndio usikivu wa Mheshimiwa Dokta Samia Suluhu Hassan. Barabara hii ikijengwa, daraja likapanuliwa, foleni itapungua, madhara yaliyokuwa yanapatikana kutokana na ajali yatapungua, na kwa mantikio watu watawahi kwenda kwa haraka kwenye makazi yao. Hapa mahali napoonyesha hapa hapa, pana pana flyover hapa sasa. <coughs> Jamani, <coughs> kwenye ramani pana flyover halo. Ramani yangu iko wapi? Hebu <coughs> tueleze wananchi, flyover inapita wapi? Hapa kwanza, hapa pia pana roundabout, si ndio? Barabara inajikunja hapa, si ndio? Ehe. Hey, hapa ndugu zangu, barabara inajikunja alafu kuna sehemu inapanda juu namna hii. Kwa hiyo yale mambo ya kushangaa flyover kule mjini hayapo tena. Mambo ya flyover yako wapi? Mambo ya flyover yako wapi? Na hao wananchi ambao wamebomolewa nyumba zao pembeni, serikali haijabomoa tu, imewalipa fidia. Mnaelewa ndugu zanguni? Wamelipa nini? Wamelipa fidia. Kwa hiyo naombeni sana wakati huu mkandarasi akiendelea na ujenzi, wananchi wakongowe, tuwe na ustahimilivu, tumpe ulinzi mkubwa mkandarasi wetu. Wapo baadhi ya watu wa shamba wa shamba huwa wanaiba matirio. Ukiiba matirio, ni kujichelewesha wenyewe. Leo hii barabara ilikuwa haina magari mwendo ya mwendokasi, uongo kweli? Yamekaa kwa muda mrefu, hamna magari ya mwendokasi, uongo kweli? Lakini pale Mbagala sasa hivi tumeshaweka magari yako mia moja ambayo ya yanaanza kufanya kazi na yanatakiwa magari mia mbili na hamsini kwenye hii barabara, na hii barabara ikikamilika, magari yataanzia hapa yanakwenda moja kwa moja kule vijijini. Niliwaambia kwamba wakati huu ambapo sisi tuko hapa Dar es Salaam, tutaongea kwa kuchekeshana, tutaongea kwa utani, lakini kamwe hatutatania kufanya maendeleo ya watu. Daraja linajengwa, mabasi ameanza kufanya kazi, na maendeleo mengineyo lazima yapatikane hapa kwetu Mbagala, nacho waomba ndugu zangu wana Mbagala, ndugu zangu wanakongoe, endeleeni kuwa wasikivu, endeleeni kuwa wasikivu. Nimesoma kwenye mitandao, wapo baadhi ya vijana wenzetu, makada wa vyama vya siasa, wanasema tarehe 29 mwezi wa kumi na moja, mwezi wa kumi, siku ya uchaguzi, wataandamana watafanya fujo, wengine wamesema wataenda kuchoma vituo sii vya mafuta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 Naomba niwaeleze ndugu ni zangu wanakongoe, tugombane tunavyogombana, tusemezane tunavyosemezana, lakini tuweke mipaka kwamba katika hili tusivunje amani iliyoko. Tukijiroga hapo, kuja kuinyanyua amani hakuna tena. Alafu kila mmoja angalie dunia ilivyo hii. Wenzetu wanaleta fujo, unakuta ameweka hela, anavuka mpaka kwenda Kenya, anavuka mpaka kwenda Msumbiji anavuka mpaka kwenda si wapi? Nyewe mnakumbuka ndugu zangu, anabagara hapa iliwahi kutokea? Hapo Kibiti hapo kuliwahi kuchafuka, mnakumbuka? Mnakumbuka? si mlikuwa mnalala saa kumi na mbili nyewe, au umesahau? Sasa mnataka fujwa, ili mlale saa ngapi? Mnataka mlale saa kumi ili maendeleo utayapata? Hapo walikuja wanaume hapo, walitishia tishia tu namna hii, walikuta barabara na kuchinja watu saa kumi na mbili na kitambi kizima umeshabonyea ndani, uongo kweli? Sasa unataka nini? Unataka fujo tena? Unataka fujo ambayo mjawahi kuiona. Nchi hii iko salama sana, nataka niwathibitishie uchaguzi utafanyika, kwa sababu yapo baadhi ya mambo, anasema mbona sisi tumezuiwa kufanya uchaguzi? Hapana, naomba niwasimulie, kila chama kina sera yake. Wewe umesema mimi kama mtanirekebishia haya, siendi kwenye uchaguzi mwingine. Anasema ah, bwana, muda huu tumechelewa kuyarekebisha hayo twende kwanza tuvuke, alafu tutafanya kwa utulivu, kwa sababu tukirekebisha tuki, makatiba haya kwa haraka haraka, tutazalisha katiba ya CHADEMA badala ya katiba, CCM, katiba, ya katiba ya kafu, katiba ya taifa. Tutazalisha katiba ya CCM badala ya katiba ya taifa. Tutazalisha katiba ya CAF badala ya katiba ya taifa. Tunachokihitaji hapa ni katiba ya taifa na sio katiba ya chama fulani. Sijui mnanielewa mpaka hapa. Tunahitaji tuna kwenye katiba, kwa mfano kijana amesoma chuo kikuu amekaa kami miaka mitatu ana ajira kwenye katiba iseme, muda huu anaposubiri ajira angalau wao analipa kapocho kwa pesa ya taifa. Uongo jamani, hii tunasema hapa, wenzetu wana nini, lakini unasema katiba iseme mimi niingie madarakani, huo ni uchoyo wa madaraka, hiyo sio katiba. Kwa ndugu zangu, na kongoe nana na swali kati yenu mniulize.